Je, yeah, unajua kwa nini dhahabu ya Afrika inaandamwa? Nchi kumi zinazoongoza kwa uzalishaji wa dhahabu barani Afrika zilizalisha jumla ya tani 776 za dhahabu mwaka 2023. Kwa bei ya sasa, kiasi hicho kinakadiriwa kuwa na thamani ya dola bilioni 76, na mwaka 2023, kilikuwa na thamani ya zaidi ya dola bilioni 53. Lakini, kwa nini thamani ya dhahabu ni kubwa kiasi hiki? Sababu ni bei ya dhahabu hupanda kila mara. Hii ndiyo sababu matajiri hununua dhahabu kama njia ya kuhifadhi mali zao, kujilinda dhidi ya mfumuko wa bei na kujiwekea akiba yenye thamani. Kwa mfano, mwaka 2023, kiwango cha wastani cha mfumuko wa bei barani Afrika kilikuwa karibu asilimia kumi na nane. Hii inamaanisha kwamba bidhaa zilizogharimu dola mia mwanzoni mwa mwaka zitagharimu karibu dola mia moja na kumi na nane kufikia mwisho wa mwaka. Na ikiwa ulikuwa na akiba dola 10,000, thamani yake ingepungua kwa takriban dola 1,800 kutokana na mfumuko wa bei. Lakini sasa turudi kwenye swali kuu: ni nchi gani zinazoongoza kwa uzalishaji wa dhahabu Afrika, na ni kwa namna gani dhahabu inaweza kubadilisha hali yao ya kiuchumi? Kulingana na Baraza la Usimamizi wa Dhahabu Duniani, Ghana ndiyo mzalishaji mkubwa zaidi wa dhahabu barani Afrika ikizalisha zaidi ya tani 135 mwaka wa 2023. Mali ilifatwa kwa tani 105 kisha Afrika Kusini kwa tani 104. Na Burkina Faso tani 99, huku Sudan ikizalisha karibu tani73. Nchi nyingine katika orodha ya kumi bora ni Gini, Tanzania, d'Ivoire, Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kwa jumla dhahabu ya nchi hizi ilikuwa na thamani ya dola bilioni mwaka 2023. Fedha ambazo zingesaidia maendeleo makubwa kwa mataifa haya. Kwa mfano, nchini Ghana mauzo ya dhahabu yaliingizia taifa dola bilioni 7.6 mwaka 2023. Dhahabu inachangia zaidi ya asilimia 40 ya mauzo ya nje ya nchi hiyo. Kiasi hiki cha pesa kingeweza kusaidia kupunguza nakisi ya bajeti na kupunguza madeni ya taifa, kuweka akiba ya fedha za kigeni ili kudhibiti gharama za uagizaji bidhaa, kusaidia miradi ya maendeleo kama ujenzi wa barabara, reli, hospitali na shule na hata kusaidia kulinda thamani ya sarafu ya nchi kwa kutumia dhahabu kama dhamana ya akiba ya fedha. Lakini dhahabu pia imeleta matatizo makubwa. Kwa miaka mingi, rasilimali hii imekuwa chanzo cha migogoro inayochochewa na mataifa ya nje ili kufanikisha magendo ya dhahabu, uchimbaji haramu unaoikosesha serikali mapato ya mabilioni ya dola, uharibifu wa mazingira, uchafuzi wa maji na ongezeko la magonjwa. Hata hivyo, kwa uongozi makini na wenye kujali maslahi ya wananchi, dhahabu inaweza kuwa silaha ya kuondoa umaskini barani Afrika. Je, unadhani dhahabu inafaidisha zaidi wananchi wa bara la Afrika au mataifa ya nje?